Majilio, wapendwa, tangu zamani kabisa, hata kipindi cha wapagani, kilikuwa na maana mbili au zaidi, lakini sisi tujikite na maana hizi mbili, ambapo maana ya kwanza, wapagani hawa walikuwa wakimaanisha ujio wa miungu na siku maalum iliwekwa kwa ajili ya kuonesha au kuonyesha hiyo miungu lakini katika maana ya pili ni kipindi cha maandalizi cha ziara ya mfalme, na hivyo kanisa la mwanzo kabisa likachukua katika maana hizi mbili, kwamba katika maana ya kwanza tunavyosema ni maandalizi ya ujio wa miungu kama wapagani walivyoamini, wa basi kanisa likachukua maana yake ni maandalizi ya ujua wa kweli wa Mungu mtu Bwana wetu Yesu Kristo katika historia na alikuja kweli. Lakini katika maana ya pili ambayo wao walifanya maandalizi kwa ajili ya ziara ya mfalme. Kwetu sisi kama Wakatoliki tunafanya maandalizi. Maana mfalme wa kweli ni Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mfalme wa amani, ndiye mfalme wetu katika ulimwengu huu na ulimwengu ujao. Na hivyo katika kanisa, wapendwa, likaleta kwetu maana hizo. Na tukifahamu kanisa katika kipindi cha mwaka vimeganyika katika sehemu kuu sita. Sehemu ya kwanza ni kipindi cha Majilio, sehemu ya pili ni kipindi cha Noeli, na sehemu ya tatu ni kipindi cha Kwaresima, sehemu ya nne ni kipindi cha Pasaka, sehemu ya tano ni kipindi cha Pentekoste na zaidi sana sehemu ya sita ni kipindi cha kawaida cha mwaka. Na vipindi vyote hivyo katika Kanisa vina maadhimisho mbalimbali, na kila maadhimisho hayo yana baraka na neema zake. Na ndiyo maana kwetu sisi kama Wakatoliki, inawezekana neno majilio kwetu siyo neno geni inawezekana kwetu katika masikio yetu sio neno geni kabisa. Na ndio maana katika kila mwaka tunapoadhimisha tunaweza tukapata kishawishi cha kufanya mambo haya kwa mazoea. Ah, mwaka huu tumefanya na mwakani itakuwepo tena, tutafanya hivyo. Wa, wa, wana wa Mungu, ni waalike tutambue kwamba vipindi hivi vyote vya Kanisa malengo yake kuu ni mawili. Lengo la kwanza ni kutukumbusha juu ya historia ya wokovu wetu. Tunapoadhimisha vipindi hivi mbalimbali vya mwaka, vina lengo la kutukumbusha kwamba tumetoka wapi, tu wapi, na tunaelekea wapi. Na lengo la pili, wapendwa, la kuadhimisha eh, maadhimisho haya katika vipindi hivyo vya mwaka ni kutuisha tena upya, maana kama tulikuwa tumesinzia, tuamke, tushtuke kama tulikuwa tumekengeuka hapa na pale, basi tushtuke tuanze tena safari mpya ya maisha, mpaka tutakaporudi katika uzima wa milele mbinguni. Ndugu zangu, katika kipindi cha Majilio kimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza ambayo tunaanza leo mpaka tarehe ya kumi na sita tutakuwa tunaadhimisha kufanya kumbukizi au ku, eh, kuendelea kutafakari juu ya ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na ndiyo maana masomo yote na jitujia yote itakuwa inatuelekeza juu ya mwisho wa dunia. Na hivi kuanzia tarehe kumi na saba mpaka tarehe 24 ni sehemu ya pili ya kipindi cha majilio, tukifanya kumbukumbu kumbu, au tukio la kihistoria la kuzaliwa kwa Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ndio tunaadhimisha tarehe 25. Na hivyo wapendwa, katika kipindi hiki cha majilio tunaalikwa tena tutathmini na kufanya tena e, tathmini ya maisha yetu. Je, mimi nipo tayari katika kusherekea ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, au nipo tayari katika kusherekea siku au kumbukizi ya kuzaliwa kwetu Bwana wetu Yesu Kristo Yani katika mwili Mungu mtu akizaliwa katika mwili. Na tukijiuliza maswali hayo, ndiyo neno la Mungu linaendelea kutuelekeza leo katika sehemu ya somo la kwanza tulilolisikia kutoka katika nabii Isaya, linaendelea kutuelekeza juu ya mwisho wa dunia utakuwa kuaje, tukifahamu kwamba katika kitabu cha nabii Isaya kimegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza inatueleza wana wa Israeli kabla ya wajaenda utumwani Babeli, na sehemu ya pili inakutuelekeza wana wa Israeli wakiwa utumwani Babeli, na sehemu ya tatu ni wana wa Israeli wakiwa wamesharejea kutoka utumwani Babeli. Sasa kipindi hiki cha sehemu ya kwanza hii ambayo ni sura ya kwanza mpaka ya 39 inatuonyesha ni namna gani wana wa Israeli walivyokuwa naishi maisha ya hujuma maisha ya kudhulumu, na ndiyo maana nabii Isaya anawaelekeza siku si nyingi, mwana wa Adamu atakuja kutuhukumu, na anatoa picha halisi ya maisha ya ulimwengu ujao, kwamba kwenye vita patakuwa na amani, penye malumbano patakuwa na mapatano, ambapo kwenye magomvi watu watakaa meza moja na kuzungumza, na zaidi sana wapendwa katika kutupa ishara ya picha hiyo kwetu sisi kama taifa la Mungu la leo, tuna nini la kujiuliza? Je, mimi katika maisha yangu navyoishi kama Mkristo wa leo, nipo katika hali gani? Je, nipo tayari kumpokea Bwana Yesu katika mwisho wa maisha yangu? Kama hatupo tayari tujiulize, ni nini kinachonizuia kuusubiria huo ujio wa pili wa bwana wetu Yesu Kristo. Na hivyo wapendwa dana hiyo inayosemwa katika somo letu la kwanza, ndicho kinachoendelezwa katika somo la Injili. Tunamsikia Bwana Yesu akitoa mifano mitatu. Mfano wa kwanza akieleza namna walivyokuwa wana Waisraeli wakati wa Nuhu. Watu hao walikuwa naoa na, na kuolewa wanafanya mambo yao kama wa kawaida katika maisha, kama sisi tunavyofanya katika kipindi chetu, lakini ile la garika ilivyokuja basi kila mmoja alijikuta ambaye alikuwa anafanya kadiri ya mapenzi ya Mungu aliokolewa, lakini wale ambao tulikuwa anafanya kinyume chao, basi walikujikuta wakiangamia. Na sehemu ya mfano wa pili anaeleza wakati wa kufa kwetu, inawezekana mwingine kama anavyosema, wengine watakuwa shambani, wengine watakuwa na wanawake wawili wanasaga, basi ikionyesha ni kwa namna gani Shughuli zetu za kila siku tunazoendelea nazo hazitunyimi kuwa na mwisho wa maisha ya hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo, yeah. Na hivyo wapendwa, tujiulize Bwana Yesu atakapokuja kunichukua mimi leo atakani, atanikuta katika hali gani? Atanikuta katika masengenyo? Atanikuta katika dhuluma nazoendelea kuzifanya hapa duniani? Atanikuta katika wizi tunaoendelea kuufanya hapa duniani atanikuta katika mambo mengi mengi mengi ambayo ni kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu. Hivyo wapendwa, katika mfano wa tatu aliosema ni kwamba tungelijua kwamba mwizi anakuja siku gani na saa ipi, wengi wetu tusingelala, mwingine angesimama na panga, mwingine ni shoka, wenye mali nyingi wangesimama hata na, na bastola, ili huu mwizi akija, umshuti mara moja au mkate mara moja au muangamize mara moja. Je, sisi je, katika kuutazamia ujio wa pili wa Bwana wetu Yesu Kristo, hata ujio wa kwanza ambao ni wa kwangu, je, ninapoaga maisha ya hapa duniani nitakuwa nimechukua nime nini mkononi? Nimechukua nini katika nafsi zangu zetu? Maana yake ni nini? Mimi na wewe, kama tunavyomsubiri mwizi akija, au hatujui mwizi anakuja saa ngapi, basi tunaalikwa hata sisi wapendwa, badala ya kuchukua panga, kuchukua shoka, kuchukua rungu, kuchukua e, e, bastola kwa wale wenye bastola, basi tunaalikwa tuchukue mambo haya, tuishi maisha ya sakramenti, tuishi maisha ya sala, tuishi maisha ya upendo kati ya jirani na Mwenyezi Mungu. Tukiishi haya yote wapendwa, basi hata ule wakati wa kuja kwake Bwana Yesu tutakuwa katika hali njema na kujiamini kwamba sasa waweza kumtu, eh, kumchukua mtumishi wako na kurudi katika uzima ule wa milele. Na ndicho anachotuambia wapendwa, somo la pili, waraka wa mtume Paulo kwa Warumi, ili tuweze kukesha, ili tuweze kutenda kadiri mpango wa Mungu. Sote tunaalikwa kuacha maisha ya giza, maisha ya giza na wengi wetu inawezekana kabisa katika maisha yetu ya kila siku ah, na mimi bado nina afya ah, mimi bado ni kijana ah, kwanza nikijitazama bado bado Mungu hawezi kunichukua sasa hivi. Sasa wapendwa, uzuri mmoja sasa hivi walau tumeshaona vingi, sio tena vya kuhadithia ah -ah. tumeshaona wanaokufa sio wazee tu, wanaokufa sio vijana tu, hata wanaokufa sio watoto tu. Mungu kwa wakati wake anavuna ambaye ni yote na hivyo Paulo anavyotualika tuache maisha ya giza. Kuna watu watukomniki kwa sababu tumejifungia wenyewe masakramenti. Kuna watu ambao kila siku tunaimbiwa wimbo wa kuacha maisha ya, ya giza na, na kuishi maisha ya mwanga au maisha ya nuru, hatutaki kusikia kabisa. Hasa leo tena tunakumbushwa wapendwa, tuache maisha ya giza tuache maisha ya, ya, ya, ya kujifungia masakramenti wenyewe. Tuache maisha ya, ya, ya kusengenyana kila mmoja. Katika nafsi yake tutafakari, ni madhaifu mangapi ambayo yananiandama kila siku? Je, ni dhuluma? Je, ni wizi? Je, ni uasherati? Je, ni mambo ya, ya, ya, ya, ya nini ya, ya, ya, ya ushirikina? Mengine labda inawezekana ni, ni mambo ya nini ya, ya kuibiana. Hata katika familia zetu amani haipo. Ni nini kinachosababisha? Je, ni mdomo wangu? Ni hasira yangu? Hivyo wapendwa, tukitafakari haya yote, yatupe tena mwanga mpya wa kuanza maisha mapya katika maisha yetu ya kila siku. Na hivyo wapendwa, tunapoadhimisha dominika hii ya kwanza kabisa ya Majilio, tumwombe Mwenyezi Mungu atupe tena moyo wa subira, moyo wa unyenyekevu moyo wa toba, ili tufanye maandalizi ya kweli katika hizo sehemu kuu mbili katika masomo yetu yanayoendelea kutuelekeza katika kipindi hiki. Basi tutambue kwamba maisha yetu hapa duniani yana mwisho na tuna maisha ya umilele. Sasa, ili niishi maisha ya uzima, niishi kadiri ya mpango wa Mungu, lakini kama basi, tukiishi maisha ya giza, basi tutaingia katika umauti wa milele. Na hivyo tumwombe Mwenyezi Mungu atupe hekima ya kuchagua maisha ya uzima na si maisha ya mauti wa milele.